Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo ni Jumanne, juma la kwanza, kipindi cha majilio, mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya kumi na moja aya ya kwanza hadi aya ya kumi. Injili inatoka katika mwinjili Luka sura ya kumi aya ya ishirini na moja hadi aya ya ishirini na nne. Karibu tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Luka. Siku ile, Yesu alishangilia kwa Roho Mtakatifu akasema: nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, umewafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Akasema: nimekabidhiwa vyote na baba yangu, wala hakuna amjuae mwana ila baba wala hakuna amjuaye baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana amependa kumfunulia. Akawageukia wanafunzi wake akasema nao kwa faraga, heri macho yaonayo mnayoyaona nyinyi, kwa kuwa nawaambia ya kwamba manabii wengi na wafalme walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayoyasikia nyinyi wasiyasikie neno la Bwana. Sifa kwako, eh, Kristo. Ndugu mpendwa, tunaingia katika moja ya sehemu za kuvutia na zenye kina kikubwa katika maandiko. Wakati Yesu mwenyewe akajaa furaha kwa Roho Mtakatifu, ni tukio la kipekee sana na lenye hadhi, kwa sababu hatumuoni Yesu akionyesha furaha ya aina hii mara kwa mara kwa maandishi. Hivyo tunaona moyo wa Yesu ukifurahia kazi ya Baba, mpango wa wokovu na unyenyekevu wa wale wanaokubali ufalme wa Mungu. Hivyo katika haya maandiko matakatifu, tunaona maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo yanavyokuwa kielezo kwetu sisi kama wafuasi wake. Kwanza kabisa, anaposema na kushukuru Baba kwa kuwa umeficha mambo haya kwa wenye hekima na akili na kuyafunua kwa watoto wadogo. Yesu Kristo anamshukuru Baba kwa hekima yake ya ajabu. Maneno haya hayamaanishi kwamba wenye hekima na akili ni wabaya. La hasha, bali yanaona kwamba mara nyingi walioshika sana maarifa ya kibinadamu wanashindwa kupokea maarifa ya Mungu kwa unyenyekevu wa moyo. Wanaokubali kufundishwa, wanaoamini bila masharti, wanaoishi wazi kwa mapenzi ya Mungu. Yesu Kristo anatukumbusha kuwa maarifa ya kweli ya Mungu hutolewa kwa wale walio tayari kutia moyo wao chini ya mwanga wa Roho Mtakatifu kusudi uongoze. Hivyo, mara kadhaa Mungu anajizilisha kati yetu kupitia watu walio duni Mfano mitume waliokuwa wavuvi, wanawake waliozaniwa kuwa hawana nafasi, na wale waliozalauliwa. Hawa ndiyo waliokuwa watoto kwa moyo. Ndugu mpendwa, Yesu Kristo anaposema naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza, haya ni maneno ya kukubali mapenzi ya Mungu. Yesu aoni mpango wa Mungu kama mzigo, bali kama furaha katika maisha ya kila siku mambo mengi hayaendi vile tunavyotaka, lakini Yesu anatufundisha kwamba amani inapatikana pale tunaposema naam Baba, kama ulivyo amua. Si maneno ya kukata tamaa bali utii unaotokana na upendo. Kwetu sisi ndugu mpendwa, Yesu Kristo anaposema yote aliyo nayo Baba amekabidhi kwangu wala hakuna ajuaye ni mwana ila Baba. Hapa tunaingia katika fumbo la utatu Mtakatifu, uhusiano wa ajabu kati ya Baba na Mwana. Hivyo Yesu anatufunulia kuwa ujuzi wa Mungu siyo matokeo ya hoja pekee, bali wa ufunuo. Hivyo tunamjua Mungu kwa sababu ya yeye ametufunulia. Kumjua Yesu ni kumjua Baba. Katika safari ya kiroho atumjui Mungu kwa nguvu zetu, ndiyo maana tunahitaji sala, utulivu wa moyo na unyenyekevu ili kuruhusu Mungu ajifunue kwetu. Ndugu mpendwa, Yesu Kristo anaposema kwamba heli macho yaonayo mnayoyaona, Bwana wetu Yesu Kristo anawageukia mitume wake na kuwapa baraka ya kipekee, kwani wao ni mashahidi wa kile ambacho manabii wengi na wafalme walitamani kuona. Ndugu mpendwa, tujiulize sisi kama Wakristo, je, moyo wangu uko wazi kama wa mtoto ili nipokee mafundisho ya Mungu. Mara ngapi ninasema naam, Baba, ninapokutana na mapenzi ya Mungu ambayo hayalingani na matakwa yangu? Je, ninawaza kwamba akili yangu inatosha, au ninaruhusu Roho Mtakatifu aniongoze? Hivyo, ndugu mpendwa, Yesu Kristo anatualika sisi sote katika Injili turudi kwenye unyenyekevu, utii na ufahamu kwamba maarifa ya Mungu si ya kificho, bali ya wakaribishao kwa unyenyekevu wa moyo. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Fredi Elias Malele wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari de Buffaro, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!